Hii master plan ambayo tumetengeneza nchi yetu inasema kwamba hivi sasa, nia yetu ni kwamba katika masuala ya GDP tuweze kutoka kwenye 1.8% GDP contribution ya mambo ya fisheries and aquaculture twende kwenye 10% miaka hiyo kumi na inayokuja, kwa hii lengo letu hili ni kubwa kwamba hii sekta ya mambo ya uzalishaji samaki uuzaji samaki na vyakula vya majini na iweze kuongeza kipato cha taifa eh, iweze kukontribute kwa asilimia kumi. Hii target siyo ya mchezo, na sisi kama WorldFish na partners wetu tunaichukulia kwa makini sana, kwa sababu tunajua serikali inahitaji wadau mbalimbali kuweza kufanya nao kuweza kufikisha hiyo target. Na sisi kama WorldFish mchango wetu ni kama sisi ambao tuko kwenye mambo ya knowledge broker eh, e, wataalamu wa haya masuala ya mambo ya vyakula vya majini, tumekuja kipindi hiki cha wiki nzima kukaa na wadau wa nchi yetu kujadili hasa ni barriers gani ambazo ziko hivi sasa, tuna wadau wetu wameziona, na sisi kama watafiti tumeziona, na chuo chetu cha University of Dar es Salaam na taasisi mbalimbali za utafiti tumeziona zinaweza zika zikaondolewa, eh? hivi vikwazo viweze kuondolewa, ili kuweza kuongeza speed, kuaccelerate speed ya kuweza kuincrease production maana bila kuwa na uzalishaji mzuri wa vyakula vya majini hata kuweza kuparticipate au kushiriki katika masoko ya nchi yetu na ya nchi mbalimbali eh? Iwe hapa Afrika ama hiwe globally, kuweza kuexport globally itakuwa ni challenge. Sehemu hii ya pili uh, in chini ya ufadhili wa WorldFish tumeletwa pamoja wadau mbalimbali wa ukanda wa Afrika kutoka nchi ya Nigeria, Msumbiji, Kenya, Tanzania. Tumekuja pamoja ili tuweze kujifunza pamoja juu ya namna gani mazao ya baharini na maji baridi, maziwa na mito, yanaweza kuwafaidisha wananchi, lakini hasa tukizingatia ni namna gani jinsia zote zinaweza kufaidika hapo. Tunaongelea upande wa wanawake, vijana na hata wale wenye mahitaji maalum. Lengo la kwanza tulikuwa tunaongelea uzalishaji kwa ujumla, ni kwa jinsi gani tuweze kuongeza uzalishaji, lakini pia suala lingine lilikuwa ni la masoko, kwa jinsi gani kile kinachozalishwa kiweze kupata soko la uhakika. Tumeongelea pia kuhusu masuala ya teknolojia inayotumika katika uzalishaji, katika ukaushaji, katika kutafuta masoko, ni teknolojia gani itumike. Na jambo lingine ambalo ni, ni muhimu sana tumeongelea kuhusu masuala ya jinsia, ni kwa jinsi gani wanawake na wanaume wanashiriki katika shughuli zote na mnyororo mzima wa uzalishaji, lakini pia masuala ya vijana na ajira kwenye sekta nzima na masuala ya watu wenye mahitaji maalumu, ni kwa jinsi gani wanaweza kushiriki katika shughuli nzima kwa ujumla.